Kuna mtu aliniuliza kwamba hivi, Jimmy umeamua kuwa mchungaji? Nikamwambia hapana, nikamwambia kufanya hivi inahitaji watu wengi wafahamu kitu ambacho kinafichwa katika dini ya Ukristo ama katika dini kiujumla. Anyway, sasa leo nataka nikuletee baadhi ya vitu ambavyo vimeandikwa kwenye Biblia na wachungaji huwa wanaviruka na hawahitaji uvifahamu. Unajua nini, mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii naitwa Bongo Star Media. Usitoke kwa sababu kuna jambo kubwa la muhimu utajifunza kwenye imani kuna mstari mmoja wa Biblia ambao wachungaji wengi wanaopuuza na wanapuuza kwa njia ya udanganyifu nitakwambia ni mstari gani huo na ni kwa nini wanaopuuza mstari huu unahusiana na fedha je umeshawahi kugundua kwamba makanisa mengi sasa hivi yanazungumzia kuhusu pesa hasa yale makanisa makubwa yaliyojengeka yamejijenga wanasisitiza sana utoaji wa pesa kwenye makanisa nimesikia hata wachungaji wakubwa wakisema kwamba kutoa pesa katika kanisa ni kama kuwekeza kwa Mungu, kwamba ukipanda mbegu ya kifedha katika ufalme wa Mungu basi wewe utavuna mara mia, ambao wao wanalinganisha kutoa pesa makanisani utavuna mavuno ya kipesa mara dufu. Mara, mara utavuna mavuno ya kipesa mara thelathini yake, mara mara sitini yake, wengine wanasema hata mara mia kwamba Mungu atakubariki kifedha endapo kwa utakuwa unatoa pesa katika madhabahu. Wanaamini kwamba Mungu atafanya pesa zako zizidi kuwa nyingi zaidi, na hivyo ndivyo ambavyo wengi tunafundishwa, kwamba Mungu atafungua milango yako ya baraka, Mungu atafungua milango ya mbinguni, utafanikiwa zaidi na utapata pesa zaidi. Hivi ni vitu ambavyo havipo kwenye Biblia bro. Hii yote ni sehemu ya kile wanaita sheria za kiroho za Mwenyezi Mungu, kwamba ukitoa Mungu atakubariki kifedha. Lakini ninachoona ni kwamba wachungaji hawa wanapotosha maandiko. Kwenye Biblia mambo hayajaandikwa hivyo. Wanatumia mistari inayozungumzia zaka ambayo ilikuwa ni agizo la agano la kale na si agizo la agano jipya. Nadhani unanielewa elewa eh? Sasa nitakupa ushahidi, kifungu gani ambacho wachungaji hawahitaji ukifahamu na wanakuficha kila siku na wanatulazimisha kwamba tutoe sadaka makanisani, wanatulazimisha tutoe pesa makanisani. Na pesa nyingi zinapelekwa wapi? Mbona wanapata pesa nyingi? Hizo pesa zinapelekwa wapi hasa? Katika makanisa haya makubwa, mara nyingi wachungaji wanalipwa mishahara mikubwa mno. Kwenye kanisa kuna wafanyakazi wengi mno, wafanyakazi ambao hawana ulazima wa kuwepo, ni matumizi yasiyo ya lazima. Wanatumia matumizi makubwa pasipokuwa na msaada wowote ule Wanakuwa wana majengo makubwa sana ambayo yana gharama kubwa za uendeshaji. Wana vifaa vya bei ghali, vifaa vya sauti pamoja na vifaa vya video, vyote hivyo kwa ajili ya kuonyesha maonyesho tu ama kwa ajili ya kurekodi. Lakini mambo haya hayajaandikwa katika Biblia. Biblia inaonyesha kutoa kwa maskini, kutoa kwa wale ambao wanahitaji, ni jambo la muhimu sana kwa Mwenyezi Mungu. Lakini katika makanisa ya siku hizi, maskini wanaambiwa watoe katika makanisa matajiri ili wabarikiwe kifedha hii ni kinyume kabisa. Sasa hebu tuangalie baadhi ya mistari kuhusu kutoa kwenye Biblia. Ukisoma Wagalatia Galatia 2:10 wanasema kwamba walituomba tuwakumbuke maskini, jambo ambalo nilikuwa tayari ninalotamani kulifanya. Ukisoma Warumi wa 15:26 wanasema kwa kuwa Makedonia na Akaya walipendezwa kutoa msaada kwa maskini walioko Yerusalemu. Wakorinto 1 16:1 wanasema kuhusu ukusanyaji wa msaada wa watakatifu, fanyeni kama nilivyowaagiza makanisa ya Galatia. Hawa watu walihimizwa kuwasaidia sana maskini, ikiwa ni pamoja na waumini maskini waliokuwa katika makanisa yao. Hii ni tofauti kabisa na hali ya leo makanisani. Sisemi kwamba ni vibaya kutoa pesa katika kanisa ambalo unaabudu, hapana. Ikiwa kanisa unaloliabudu linaongoza vizuri fedha za Mwenyezi Mungu, linatumia fedha hizo kufanya kazi ya Mungu, kuwahudumia walio na uhitaji, kuwafikia maskini, hilo ni jambo jema sana na inatakiwa utoe sana katika hilo kanisa. Lakini makanisa mengi ya leo wanatumia fedha vibaya, na wanatumia katika njia isiyofaa kibiblia, ni kinyume kabisa na mafundisho ya Biblia. Sasa nataka tufikie ule mstari ambao wachungaji wanaupuuza ikiwa mchungaji anasoma kifungu cha Biblia na anashuka ama kuruka mstari kwa sababu haumsaidii ili kufikisha ujumbe anaotaka. Asilimia kubwa ya wachungaji huwa wanasoma vifungu katika Biblia na wakiwa wanashuka, kuna baadhi ya vifungu wanaviruka kwa sababu haviwasaidii kufikisha ujumbe ambao wao wanautaka. Hilo ni jambo ambalo kila siku uwe nalo makini sana. Mchungaji anaposoma Biblia, kuna baadhi ya vifungu huwa wanaviruka vifungu ambavyo wewe akikusomea akakufundisha anakufungua ubongo. Ni udanganyifu mkubwa sana endapokuwa tutakuwa hatupo makini na bibilia takatifu, nini ambacho inataka na wachungaji wengi wamekuwa wanaruka baadhi ya vifungu ambavyo wakivisoma wakiwafundisha watu vitawafumbua sana, na watu wataelimika juu ya nini, umuhimu wa utoaji na bibilia inaagiza nini katika utoaji. Sasa kipo moja kati ya kifungu ambacho kinapatikana katika Kitabu cha Wakorinto sura ya tisa, tunaanza na mstari wa sita. Wanasema, apandaye kwa uchache atavuna kwa uchache, na apandaye kwa wingi atavuna kwa wingi. Kila mmoja atoe kadiri alivyoamua moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa, kwa kuwa Mungu humpenda mtoaji mwenye furaha. Naye Mungu aweza kuajalia neema yote ipate kuwatosha, ili mpate kila kitu kwa wingi kila wakati na mtapata kwa ziada kwa kila kazi njema. Sasa hapa ndipo wachungaji wanafanya mchezo, wanaruka mstari unaofuata na kuendelea. Mstari unaofuata unasema yeye ambaye mpanzi mbegu na mkate wa chakula atawapa nanyi mbegu za kupanda na kuziongeza na kuifanya mizao ya haki yenu iongezeke. Mtabarikiwa kwa kila namna ili muweze kuwa wakarimu wa kila hali. Hii inasikika kama vile mtu akitoa kwenye makanisa Mungu atamwongezea mali. Lakini sasa, huu hapa ni mstari wanaoruka mwingine. Mstari wa tisa unasema kwamba kama ilivyoandikwa, amegawa kwa ukarimu, amewapa maskini, haki yake yadumu milele. Mstari huu hauzungumzii kutoa kwenye makanisa, unazungumzia kutoa katika maskini, kutoa kwa maskini, na wachungaji wanauacha kwa makusudi. Hawataki watu watoe kwa maskini, wanataka maskini wawape pesa katika makanisa yao matajiri, na hizo pesa wao kidogo kidogo ndo waweze kuwasaidia maskini. Kama nilivyosema, kama kanisa lako ni la kweli, linaongoza vizuri matumizi ya fedha, linatenda kazi njema, linatumia fedha kuwabariki watu wa jamii, kuwasaidia maskini, basi ni vizuri sana kuendelea kulisaidia hilo kanisa. Lakini ukiona mchungaji wachungaji wanapotosha maandiko kama haya na wanatumia fedha kwa tamaa zao binafsi, na kushauri kimbia haraka, ondoka huko, hakukufai hilo sio kanisa, kwa sababu wanachojenga si ufalme wa Mungu bali ni falme zao wenyewe, na wanajitajirisha kupitia watu maskini ambao hata hawawezi kumudu kutoa zaidi. Naomba kusikia maoni yako, niandikie hapo chini. Tutaongea tena hivi karibuni kuhusiana na habari za kimungu, habari za kiroho. Mwenyezi Mungu akubariki. Note, haya ni baadhi ya maandiko ambayo wachungaji wengi duniani hawahitaji kukufundisha na hawahitaji ufahamu kwamba Biblia imeagiza kwamba toa sadaka, wasaidie watu wasiojiweza, wasaidie maskini, na utabarikiwa zaidi na Mwenyezi Mungu atakubariki zaidi. Kama umevinoti baadhi ya vifungu ambavyo nimekusimulia, basi chukua Biblia, soma zaidi, utaelimika zaidi. Haya ni baadhi ya maneno ambayo wachungaji kamwe hawawezi wakakufundisha.